Ukiona rafiki yako unayemwita BFF wako ni rafiki wa adui yako <laughs> maidia umekwisha, yaani umekwisha. Kuna muda tu adui yako atataka kukusema vibaya, afu eti BFF wako atakaa kimya, hatochangia? Ni uongo, hakuna kitu kama hicho. Yaani rafiki yako ambao unamuita BFF wako afu rafiki yake na yeye BFF wake ni adui yako wewe, bwana, tusidanganyane, hamna urafiki hapo <laughs> hamna urafiki hapo, hamna afu na mwenyewe unajikuta unajiachia kwa BFF wako, unampa siri zako, unamwamini mwenyewe, afu akitoka hapo, BFF wako anaenda kukutana na yule adui adui yako wewe, ambapo wewe ndo, yeye ndo BFF wake <laughs> ah, ushoga mgini huo hatari kabisa, akam <laughs> yani, wewe rafiki yako BFF wako rafiki yake ni adui yako, hakuna go rafiki hapo bwana wewe. Yani kama una rafiki yako ambaye unajua kabisa yani BFF wake ni adui yako Aya, amna kitu hapo, yaani jihesabie tu kwamba umeamua <laughs> kufikisha ile asilini mwako kwa adui yako kupitia BFF wako. <laughs> Aya, mwe na siku njema, wale wenye ma BFF mjini, siku njema jamani. <laughs> ukiona rafiki yako unayemuita BFF wako ni rafiki wa adui yako, <laughs> maidia umekwisha, yani umekwisha. Kuna muda tu adui yako atataka kukusema vibaya, afu eti BFF wako atakaa kimya, hatochangia? Ni uongo, hakuna kitu kama hicho. Yani rafiki yako ambao unamuta BFF wako afu rafiki yake na iye BFF wake ni adui yako wewe. Ah, bwana tusidanganyane amna urafiki hapo. <laughs> Hapo amna urafiki hapo, amna. Afu mwenyewe unajikuta unajiachia kwa BFF wako, unampa siri zako, unamwamini mwenyewe, afu akitoka hapo BFF wako anaenda kukutana na yule adui, adui yako wewe ambao we yeye ndo BFF wake ushoga <laughs> ah, mgini huo hatari kabisa <laughs> <laughs> Yaani wewe rafiki yako BFF wako rafiki yake ni adui yako, hakuna go rafiki hapo. ya, bwana wewe yaani, kama una rafiki yako ambaye unajua kabisa ni yaani, BFF wake ni adui yako. Ah, amna kitu hapo, yaani jihesabie tu kwamba umeamua <laughs> kufikisha ale asilini mwako kwa adui yako kupitia BFF wako <laughs> Aya, mwena siku njema, wale nyuma BFF mjini, siku njema jamani. <laughs>